Vision, 2030. Madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Naibu Spika, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeweka utaratibu wa kutatua changamoto za Muungano kupitia mfumo rasmi ni wa vikao vya Kamati ya Pamoja ya SMZ na SMT ya kushughulikia masuala ya muungano. Lengo la vikao hivi ni kuhakikisha changamoto zote zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Kamati hii imesaidia kwa kiasi kikubwa kumaliza changamoto 22 kati ya changamoto 25 zilizoibuliwa tangu mwaka 2026. Aidha, serikali zote mbili zitaendelea kuratibu vikao vya kamati ya pamoja ya SMZ na SMT ambao kikao cha mwisho cha kamati hiyo kilifanyika tarehe 4 Aprili 2025 ikulu Dar es Salaam kujadili hoja nne za Muungano zilizobakia na hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa <coughs> Maryam, pamoja na majibu mazuri ya Serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa kumeibuka wimbi la wapotoshaji wa ukweli kuhusu Muungano huu, Je, nini kauli ya Serikali kuhusu wapotoshaji wa, wa Muungano huu? Swali la pili, kwa kuwa Muungano huu ni Tanganyika na Zanzibar Je, yeah, mpaka sasa ni taasisi ngapi za muungano zimesha zimeshafunguliwa Zanzibar? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kwa ruhusa yako nijibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Maryam Azan Mwinyi, mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Kusini Pemba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kumeibuka ombo ya mabaadhi ya watu wanapotosha kuhusu historia maendeleo, chimbuko, na ukweli kuhusu muungano huu. Lakini sisi kama ofisi ya rais muungano tunaosimamia muungano na mazingira, tumefika wakati, tumeona changamoto kubwa ni kwamba pamoja na kazi kubwa tuliyoifanya, bado kuna baadhi ya wananchi hawajafikiwa na taaluma hii ya muungano, na ndio maana tunaendelea kuwaelimisha kupitia vyombo vya habari, redio, televisheni, magazeti na mitandao ya kijamii, tunatoa majarida pamoja na makongamano mbalimbali ili lengo na madhumuni wananchi waweze kufahamu ukweli kuhusu huu Muungano. Aidha tumekuwa tunatoa vitabu mbalimbali mbali, vitabu ambavyo vimeeleza historia ukweli, lakini nichukue fursa hii mheshimiwa, niwaonye sana wananchi wa, wa, wa Tanzania waache baadhi yao tabia ya kuubeza Muungano huu kwa sababu hapa tulipo ni kwa sababu ya nguvu na Muungano huu. Aidha mheshimiwa, nichukue fursa hii nimwambie tu mheshimiwa kwa jumla ya taasisi 33 za Muungano Zimeshafunguliwa Zanzibar na zimeshaanza kufanya kazi, na hivi tunavyozungumza zinatoa huduma kwa wananchi. Tunayo jeshi la polisi, tunao uhamiaji, tunao NIDA, tunao BoT, wapo TRA, e, zipo taasisi nyingi zimeshafunguliwa na zinafanya kazi mheshimiwa. Lakini pia kuna ofisi ya bunge pale ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano, ipo Zanzibar. Mheshimiwa, nakushukuru.